Karibu kwenye hadithi za Azizi. Hapa tunasimulia safari za ajabu, za kutisha, za kusisimua na za kishujaa. Kabla hatujaanza, bonyeza subscribe sasa hivi, washa kengele ili usikose kipande chochote. Like, comment na share ili hadithi hii ifike mbali zaidi. Safari inaanza sasa. I hi. Simulizi hii, nilivyong'atwa na tandabui na kuwa kiumbe wa ajabu. Kipande cha kwanza, hii, mwanzo wa laana na baraka. Jina langu ni Azizi. Nilikuwa kijana wa kawaida kabisa. Niliishi maisha ya kawaida, marafiki wa kawaida, ndoto za kawaida. Sikujua kabisa kuwa siku moja maisha yangu yangekuwa simulizi ambayo watu wangetetemeka kuisikia. Ilikuwa ni jioni ya kawaida. Nilikuwa narudi nyumbani peke yangu. Nikapitia njia ya mkato karibu na jengo lililoachwa zamani. Watu waliogopa eneo lile, e, walisema kuna viumbe wa ajabu hukaa humo. Lakini mimi sikuwa mwoga. Nilipoingia nikasikia sauti ndogo, kama kitu kinatembea juu ya dari, e, krik e, krik e. Gafla e, tandabui kubwa kuliko kiganja cha mkono wangu ikashuka mbele yangu. Nilijaribu kukimbia e, lakini ilikuwa tayari imechelewa pa ikaniuma kwenye shingo, nilipiga kelele, nikajaribu kuiondoa lakini ikatoweka gizani. Nilidondoka chini, mwili wangu ukawa moto kama unaungua. Nilihisi mishipa yangu ikibadilika e, eh, moyo ukipiga haraka kuliko kawaida e, eh. Nilirudi nyumbani nikitetemeka. Usiku huo sikuweza kulala, nilisikia sauti ndani ya masikio yangu eh, kama minongono ya kiumbe mwingine ndani yangu. asubuhi ilipofika eh, nilipoamka eh, nilikuwa si Azizi wa jana. Niliona mbali kuliko kawaida, nilisikia sauti za watu waliokuwa mbali kabisa. Niliporuka kutoka kitandani eh, niliruka hadi dari, nikasimama juu kama tandabui halisi. Nikagundua ukweli mmoja eh. Nilikuwa nimekuwa kiumbe wa ajabu, mtu i na tandabui kwa pamoja, lakini huo haukuwa mwisho wa mabadiliko yangu. Huo mwa ulikuwa mwanzo wa safari yangu ya kukomboa watu, lakini nilichokiona hakikuwa adui kutoka nje tu. i vita ya wivu kutoka kwa rafiki zangu wenyewe ilikuwa inakuja. Mwisho wa kipande cha kwanza. Je, Azizi atatumia nguvu hii?